lis Mwijaku amemjia juu Diamond Platinum baada ya Diamond Platinum kuposti tuzo yake mpya alopewa na YouTube. Na niwakumbushe tu, jana Diamond Platinum alikuwa Marekani, USA, makao makuu ya YouTube, ambapo amepewa tuzo baada ya kufikisha subscribers 10 milioni, ndani ya mtandao wa YouTube. Na YouTube amekuwa na utaratibu huo wa kutoa tuzo kwa mtu ambaye anafikisha 10 milioni. Ukifikisha milioni ngapi unapewa tuzo? Sasa Diamond Platinum baada ya kufikisha 10 million subscribers alipewa tuzo na amefanya hivyo. Diamond Platinum amepost kupitia ukurasa wake wa Instagram akiwa USA Marekani na anapokea hiyo tuzo kwenye makao makuu ya YouTube. Sasa baada ya kufanya hivyo, DC Mwijaku amemjia, du, amemjia juu Diamond Platinum na amechapisha chapisho lake kwenye ukurasa wa Instagram, ambao ameamua kumponda Diamond Platinum. Na DC Mwijaku aliandika kama ifuatavyo, aliweka juu picha ya Diamond Platinum na akaandika Mwambino Anamwita Mwambino, huyo ni Diamond Platinum, yeye anapenda kumwita Mwambino. Anasema, Mwambino, acha kujidanganya, unanunua tuzo na unajiandalia mazingira ya kuipokea, yaani sijui lini utakuwa, we mpumbavu sana Mwambino wewe. Anamwita Diamond Platinum ni Mwambino, na anamalizia kwa kusema, hapo USA umeenda, alienda Davido alienda Wizkid, hatujaona wamefanya huo upumbavu. Badilika, acha utoto. Na hayo ndiyo maneno ya DC Mwijaku kwa Diamond Platinum, baada ya Diamond Platinum kuposti hiyo video yake akiwa makao makuu USA, makao makuu ya YouTube akichukua tuzo yake. Na DC Mwijaku alimalizia na kuweka caption chini, akaandika utoto ni nini? Chambua sentensi hii. Na ayo ni maneno ya DJ Mwijaku kwenye ukurasa wake wa Instagram, lakini nimepitia comment na moja kati ya comment ambayo nimekutana nayo ni um, msanii Kiledio almaarufu sana hapa Tanzania Kiledio, na amecomment na kusema sema leo kaka, acha ni kupinge bwana. YouTube ukifikisha subscribers laki moja, unapewa tuzo ya kwanza na hata hiyo mimi ninayo, ameweka ame emoji za kucheka ana ameendelea kusema tuzo inayofuata ni subscribers milioni moja then inafuata subscribers milioni kumi ambayo ndio Diamond Platinum amepewa maana kafikisha juzi juzi tu hapo. Inayofuata kama tukifika ni subscribers milioni hamsini na then milioni mia sema, ni unajua, umebadilika ili watu wajue safi. Ameweka emoji ya kucheka na, amemalizia na emoji za kupiga makofi na hiyo ni comment ya msanii kile. Dio sasa, wewe comment yako ni ipi, baada ya kuona video ya Diamond Platinum akiwa makao makuu ya YouTube akichukua aki tuzo baada ya kufikisha milioni 10? Sasa mjako amemjia ame, ame juu Diamond Platinum na amemwambia kwamba ni utoto. Wizkid alienda kufanya hivyo, Davido alienda kufanya hivyo, lakini Diamond Platinum ameenda amefanya hivyo, ameshare video na watu wajue kwamba amefikisha 10 nani kumi subscribers ndani ya mtandao wa YouTube. Sasa hayo ni maoni ya Mwijaku. Turudi kwako we mtazamaji, woo nahisi maoni yako ni yapi? usi, us, drop comment hapo, na kama bado hujasubscribe, usisahau kusubscribe, muda ndo huu, ili uendelee kupata content kali kutoka kwetu. Hadi wakati mwingine, bye. bye.